Bwana Yesu asifiwe! Basi uh, kwa sababu unajua muda umekwenda, niko hapa tukusema asante sana kwa partners wote wanaosimama na Dorcas Home Care Initiative, wazanzi wenzangu ambao tunalea watoto wa namna hii. Mungu ametupa tena bima zingine hizi hapa kwa wale ambao walikuwa hawana bima, niko hapa tumeshika hizi bima kama ishara ya kusema asanteni sana kwa kupartner na sisi, kwa kuhakikisha watoto wetu hawatakosa mazoezi hata kama wako mbali. Dokas, tunahudumia watoto wengi zaidi ya hawa ambao mnawaona hapa. Wako watoto wengine ambao wako mikoani, wako watoto wengine ambao wako mbali na eneo hili ambalo tupo, na the only way ambao tunaweza kugusa maisha yao tunasema ni kupitia bima za afya kwa hiyo nipende kuwashukuru sana nyote ambao mmenyosha mikono yenu kugusa maisha ya watoto wetu. Mungu awabariki sana. Ningeweza kuita majina kila mmoja mmoja, lakini yako mengi. Natamani tufanye vitu vingine kwanza, alafu tutaifanya baadaye, si ndivyo wazazi? Lakini niwashukuru sana na Mungu awabariki sana. Dada Suzeti, nadhani ile programu ya... ya tuzo ingeweza kufuata ingeweza kufuata wakati tuna tunajipanga kutoa vizuri baadaye, bima kwa sababu ziko nyingi kiukweli. Thank you yes. Hizi simeziona mama eh? tutapata baadaye sawa eh? simko sawa ah, basi naomba tugawe tuzo. Basi nimsimamishe mgeni wetu rasmi. Naomba aje hapa. Wapigaji wakiwa mapanda hapa juu. Kaka Isaya. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru sana watu wote ambao mmesimama na sisi kwenye safari hii ya mwaka mmoja. Kila mtu amefanya kwa ukubwa sana, lakini kipekee tunatamani kutambua mchango wa watu kadhaa ambao kiukweli wametugusa kwa namna tofauti tangu tumeanza mchakato huu wa kutunza watoto wetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Karibu dada Suzette. Amen jamani. Tuzo nzuri ya kwanza inaenda kwa Rock TV na mwakilishi wa Rock TV, tafadhali. Makofi mengi, wametusaidia sana katika kueneza taarifa ya Dorcas Home Care Initiative Nomba mwakilishi wa Rock TV, yes. Jamani, makofi kwake, akati anakuja. Nomba waze hapa, yes, anapewa okay. Hapo ok, akatoa mkono hapo. Anayefata ni Emmanuel Marandu. Emmanuel Marandu, karibu sana. Emmanuel Marandu. Emmanuel, au mwakilishi Yoyote. Amen. Emmanuel Marandu, tafadhali nikichaja jina lako, naomba uje kwa kukimbia kwa haraka. Atakayefuata kupata tuzo ni L Simply Decor Dadalili, popote ulipo Simply Decor au mwakilishi wa L Simply Decor, unaweza ukaja hapa kupokea tuzo yako. Simply mwakilishi, okay, basi nomba niwakaribishe Clouds Media Group, Clouds Media Group, naomba makofi kwa Clouds Media Group. Wamekuwa ni watu very supportive muda wote tangia wameanza kufanya interviews ku kubroadcast hizi habari muda wote kuhusiana na Dorcas Home Care Initiative, bila kuchoka, bila gharama kubwa wamefanya kwa ukubwa sana. Huyu ni Huruma Charles, mwakilishi wa Clouds Media Group. Safi, safi kabisa. Kata anapokea mkono. Naomba ni mwite mchekeshaji maarufu sasa hivi nchini Tanzania, ambaye amekuwa mume muda si mwingi, mwaka jana, anayempenda Mungu sana, anayempenda dada Rehema, Eliudi Samuel. Kaka Eliudi, tunakuita tafadhali. Sukari sukari, tunakuhitaji hapa. Sukari wa taifa. Sukari yupo jamani, tuongeze vigelegele. Sukari ataongea baadaye. Sukari huyo, jamani, tumpigie makofi. Sukari leo leo hajavaa nguo za njano <laughs> Eliudi leo hajavaa nguo za njano. Eliudi, ndo huyo, aongee kidogo

All banners ambazo naziona za Dorcas Home Care Initiative ni wao, banners zimependeza, jamani. Eh, basi tuongeze vigelegele kwao, Satani Nolan kwa printing wamefanya. Tungependa kumtambulisha au kumkaribisha mmoja wa wadau wakubwa ambaye amekuwa akifanya matangazo na ni MC nzuri, Ablent Sadok. Kama amefika, Ablent anaweza kaja hapa. Mwakilishi naomba ni mimi niwe mwakilishi, tafadhali. Mwakilishi wake nimefanya kazi yake kwa niaba sante, sante, sante. Sante baada ya kupokea tuzo ya Ablen Tudoki, ninaomba ni wakaribishe wazee wa maukoto Azania Bank. Karibuni sana Azania, tuongezee makofi au wa matajiri wametufadhili na wametufunika kama kuna mwakilishi wa Azania, Azania Bank tafadhali. All right, basi utawapa mwakilishi yes. Bas, tumpigie Yesu makofi jamani, kwa tuzo hizi nyingi. Asanteni sana, tunawapenda. Na wewe mwakani jina lako litakuwepo. Amen. Si ndio eh? Na wewe mwakani, Mungu abariki sana. Basi kabla ya kurudi, sijui kama ile keki ipo hapa, ili tungeweza kuikata kabisa, ili waheshimiwa hawa wakirudi, niwarudishe moja kwa moja na sio kuwarudisha na kuwasimamisha tena kati. Keki inakuja, Eliudi ngeomba ukimbie chap. Sukari jamani, tumpigie makofi sukari wanatamani useme neno lolote tu wacheke, wafurahi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakina mama ongereni kwa kumwelewa Mungu. Nisogee katikati. Ah, so, ah, okay, <laughs> kwenye red carpet sio? So, sawa. Na ni nimtambue waifu <laughs> bite, simama punga mkono, mke wangu ya yeah. Yeah, ndio maana nilikwambia upendeze njoo. <laughs> <laughs> manusula varaba Nikasema, huwezi kujua kamera, njoo wife. Sasa na, na mimi kiukweli na, ni nichukue nafasi hii ku, kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako, Dalema pamoja na shemeji na wakina mama wote. Nafasi mliopo sio nafasi sana ya, ku, ya kujaribu kuambia hey, itakuwa hivi yani, ni nyie mmemwelewa Mungu wenyewe, hicho ni kipimo. Yani tunasemaga tu Mungu wa, aendelee kuwatia nguvu. Tunaamini kabisa kwamba tunakoenda ni kuzuri na Watanzania wengi hivyo, eh, hivyo kama kwenye harusi, chuchuma kumbatie mgeni rasmi ch cho, sasa au simama kwa Suzette. Haya kwayo, ah, nimekuja na mwenzangu wife hapa bite nakuleta kwenye mambo kama haya ili uelewe namna ambavyo, kwa nini tunatakiwa tumtegemee Mungu kwenye kila kitu. Mimi nasemaga hawa mama hawako kwenye changamoto yoyote wala wanachopitia akiondoe utukufu wa Mungu, ila kinakufundisha hata wewe kujua kwamba kwa nini tumshukuru Mungu kwenye kila kitu anachotupa. Umesikia stori ya wale, wakina wakinamama wamekaa miaka tisa, wako wengi wa zaidi ya hivyo, lakini sisi tunaneema. Sometimes labda tunahela, tunaweza tunafanyia vitu vingine koene, iris, mala. Kwa hiyo ni mara mia eneo hili sadaka zako kawa unazileta mara kwa mara saawai. Ah, basi wewe nenda kakae kule umwone mume wako akiongea, alina ulazima sana, ila ilo wigi ni kipya, kwa hiyo Mzee wakasema si mtunzi. Sasa anamnyanyaza sana <laughs> mtoto wa watu, anza tangu nimeoa nimekonda. Hapana, natakiwa na, watu wale keke ya, basi amenipa nafasi. Basi tunaomba dada Rema msogee pamoja na mgeni rasmi kwenye meza yetu ya keki pale, tupige makofi wakati dada Rema naenda. Wow, namna hii! Ah, wimbo tuliimba mgeni rasmi alituongoza, ko tuende moja kwa moja kwenye zoezi. Nafikiri tukamate kisu kwa pamoja, mgeni rasmi na uliyechagua kisu. Naona umechagua chenye rangi ya gauni ya Darema <laughs> Mungu akubariki. <wa> <laughs> yeah. Ewa, tuinue kisu kwa pamoja, tukate. Wengine tumshangilie tu Mungu kwa zoezi hilo. Ewa, e, tukate tushushe kwa pamoja, namna hiyo ah, cha ewa, asante, namna hiyo ewa Sa. Sasa tuna, tunaomba wakina dada mtusaidie hapo na hii keki tutakula watu wote, kwa hiyo au kuna utaratibu mwingine senkacang? <laughs> ni uo. Kwa hiyo hii keki tutakula wote um, Yes. Mimi nakuwa inspired sana na shemeji yangu hapa Isaya. Aa, namna ambavyo umeweza kusimama na dada Lei. Kwa na, hiyo na, na natamani wewe ule, ule keki kwa niaba ya sisi wa baba wote, ukichanganya na kina Eliki ambao bado hawajaoa, kule ule kwa niaba yetu, lakini pia utamlisha lema kwa niaba ya kina mama wote. Hilo ni jambo ambalo tunatamani, lakini kipande kimoja kiwepo cha mtumishi wa Mungu. Baba mchungaji, tunaamini unatuombea sana, apate kipande kimoja. Baba. Eh, hapana baba, eh. Alafu na mimi kama utaguswa, na mimi ni mwanadamu, nina mate mdomoni, nikaje? Eh. Na umefanya vizuri jamani, tukumbuke, wametangaza wao, wenye chakula kipo. Eriki, usiondoke, chakula kipo, kwa hiyo tunakula keki, na wengine wataikuta na kwenye chakula eh. Basi zoezi hilo lianze mara moja, eh mojaa basi kamata shemeji, kamata kipande cha keki umlishe mke wako. Hey. alianza kumwambia mwenzie, nampenda amlishe kwanza. Hey, mambo fulani kwa ya harusi aa. Hey, wow, namna hiyo, asante haya. Hey, mda upo, mda upo, tunawasubiri mumeze au stoka. Nimesha meza. Umemeza basi Darema, utamlisha mgeni rasmi alafu ushemeji, wewe utamlisha mchungaji. Yes. Wow. Wow, namna hiyo, asante kabisa, yeah. Mwe jamani, wewe <tipa> <tipa> meangu kamkatenyo namna hiyo, asante sana baba ewa makofi mengi. Basi na, nafikiri kwenye na sisi ma MC ni watu Suzetiso upate kakitu, alafu dada utaikatakata sahani moja iende upande huu, nyingine huu, watoto wetu waweze kupata hiyo keki eh. Eh, ma MC mwingine ya blend nilijua. <laughs> Ni, nisema ya blend lazima aje njani, roho ikiona <laughs> maombi inaibuka <laughs> Sasa mimi itakuwa ngumu, tuko wawili, labda unipe na bite <laughs> yeah. Ewa namna hiyo, basi wakina dada mtusaidie, vipande viendelee kutembea huko. Kwa nafasi hii ni mruhusu sasa, uh, Suzette aweze kuruhusu meza kuwa rudi kukaa, ili vitu vingine viendelee, vyombo vilia sasa, si ndio? Amina, wakina mama, Mungu awabariki sana, tunawapenda sana uh. Mmefurahi, mjafurahi wote tuseme sukari. Hapa cha kushangaza sukari, ajala sukari, bite vipi au ndo diet? Mungu ambariki Eliudi, ndio maana tumpigeni makofi ya Eliudi. Asante kwa kutuchekesha, Mungu akubariki sana. Basi meza kumi mnaweza mkarudi kuketi, wakati wapigaji wanaendelea mgeni rasmi wanaweza karudi. najiona ratiba nyingi sasa hivi huko. Okay, naona green light ya kuweza kwenda. Tumpigie jamani, tupigie makofi baba mchungaji pamoja na mama yetu mgeni rasmi. Wangapi wanaendelea kuwa na furaha usiku wa leo?